Zoezi la kuchukua fomu za kugombea nafasi za uspika wa Bunge na naibu spika kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM, linaendelea jijini Dodoma. Miongoni mwa waliojitokeza leo kuchukua fomu ni Mariki Salum Marupu, maarufu kama mwanafunzi wa chuo kikuu, ambaye pia aliwahi kugombea urais mwaka 2015 na pamoja na Steven Masele, aliwahi kuwa mbunge wa Shinyanga mjini. Steven Masele aliondoka katika ofisi za chama bila kueleza sera zake Wala sababu zilizomsukuma kuwania nafasi hiyo, huku Mariki Marupu akisema kuwa anagombea nafasi ospika, kikisha, sirikali, ya uspika kwa lengo la kuhakikisha bunge linasimamia ipasavyo serikali kama ilivyoelezwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Grace Kuni, Global TV. kwa majina naitwa Maliki S. Marupu, uh, nimechukua fomu ya kuwania wadhifa wa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nina imani kubwa kwamba nitakwenda nita kushinda kwenye nafasi ya speaker, na nina matumaini makubwa kwamba nitafanya kazi vizuri sana katika kuwaongoza wabunge katika bunge la mwaka 2025 na 2030. Nina imani kubwa sana aa, na Mheshimiwa Rais kwa sababu amefanya kampeni na kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kuilani, eh, kuinadi ilani ya Chama Cha Mapinduzi kwa hiyo kwa mashirikiano kati ya ofisi ya bunge pamoja na ofisi ya rais nina matumaini yangu makubwa kabisa kwamba tutakwenda kutekeleza ilani ya Chama Cha Mapinduzi kwa spidi kubwa, na wananchi mtarajie makubwa sana katika uongozi wa serikali ya awamu ya sita katika bunge la mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na thelathini. Sina mashaka kabisa na mheshimiwa rais na sina mashaka na uongozi wangu mimi kwa kuwaongoza wabunge kama bunge kama, uh, kama muhimili. Na ukiangalia kwa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ibara ya 63 kifungu cha pili cha katiba uh, kimetoa descriptions ya kazi kubwa ya bunge ambayo kazi yake kubwa ni kuisimamia serikali na kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tutafanya kazi nzuri ya kuishauri serikali katika vitu vya msingi, mambo ya msingi na hoja za msingi. Sina mashaka na nina matumaini makubwa kwamba nchi yetu itakwenda kufanya vitu vikubwa zaidi tofauti na namna ambavyo Watanzania wanafikiri. Asa... karibu sana mashuka safi TV